Akielezea namna alivyopokea taarifa ya tukio hili lililoibua maswali kwa ndugu jamaa na marafiki waliohudhuria msiba huu uliopo Mtaa wa Jiweni, hapa halmashauri ya mji wa Handeni. Mama mzazi wa kijana huyu anasema, mwanangu ana tabia nzuri, hakuwahi kugombana na mtu. Hata ukigombana naye, anakuja baadaye anakuambia, mama, naomba unisamehe, yaliyopita yameshapita. Hata uchukue fimbo ukamchapa ukamvimbisha mwili baadaye anakuja anakuambia, mama, naomba unisamehe, nimefanya kosa, sintokukosea sinto tena. Mama angu nilikuwa gole, niko na mme wangu kwa siku ya jana. Nilitoka hapo napokaa, nikaenda kijijini, kulikuwa kuna msiba unaisha, yaani arobaini. Kukaa kuna mdada amekuja, nikawa nataka kumsuka. Nilivyotaka kumsuka pale sasa mume wangu hata kufika mbali hajafika mbali ana akapigiwa simu na mama. Mm. Kwanza anarudi ananiambia wewe yeah. Mapasko we, eh yeah. wewe Mapaskali. Vipi nikamwambia safi. Nikamwambia vipi mbona unarudi safari unaenda unarudi? Mm. Unarudisha unaanza kuweka kue mikosi kwenye nini kwenye safari yako? Akaniambia hapana sio mikosi. Kama ni mikosi tayari ilishakuwa mikosi. Mm. Nimerudi mama kanipigia simu. Mm. Nikamwambia haya anasemaje tena? Ananiambia naomba ushushe pumzi kwanza, maana hilo utakalolipokea ni kubwa. Ni kubwa lina uzito kiasi gani? Akaniambia hapana, utavumilia nikikwambia. Ngambia we, niambie kama jambo kutokea lishatokea, kama ni jema haya, kama ni baya sinabudi kupokea. Akaniambia mama kanipigia simu, anasema Paskal kajinyonga. Kwa upande wake msemaji wa familia hii Bwana Gilbert Msekeni pamoja na bibi wa marehemu wanaelezea hali ilivyokuwa kabla ya umauti wa kijana huyu. Mimi nafua hapo nyuma, kuna mjukuu wangu anatoka hapo nyumba ya jirani, ambaye ni mwenzie wa huyo marehemu. Ametoka nyumba ya jirani, anaingia ndani, anakuta mwenzie yuko dirishani, ananing'inia. Baada ya hapo, ndio akaniita bibi, njoo muone Paskari huku kajitundika mimi nikaa naambia nyie, acheni michezo yenu hiyo mnacheza, kama michezo michezo gani? Asema hapana, mimi nimemkuta huyu hapa akajitundika, bibi kimbia. Naingia ndani mimi kweli, amkuta mtoto kajitundika. Yule alichokifanya yule mwenzie, ndio akaenda chukua kisu akakata ile kamba, baadaye akaanguka chini. Kuanguka chini yule mwenzie ameshafariki. Matukio kama haya yanatokea sana, lakini sasa kwa kijana kama huyu ambaye ni mtoto mdogo kabisa, huyu mtoto mdogo darasa tano kwenda la sita bana, utasema kwamba ni mkubwa huyu? Bado umri wake kwanza, miaka kumi na tatu, si midogo sana. Kuna kitu gani? Labda nani mtendaji akaniambia, unajua vijana sasa hivi wana act, wakiangalia picha za video zile, mtu anaweza akasema ngoja na mimi nijaribu, hasa kujaribu hajui kabisa kwamba anakata anakata roho. Kwa hiyo hilo ndilo lilotokea ndugu mwandishi. Akithibitisha kutokea kwa tukio hili, mwenyekiti wa serikali ya mtaa wa Zizini pamoja na mwalimu wa Shule ya Msingi Chanika alipokuwa akisoma marehemu, wanasema na, na kukosa malezi ya baba na mama. Kwa hiyo hii inatutia hasara sana, watoto kama hawa wanajenga usugu kulingana na maisha wanayoishi ya kumkosa baba na mama, na hii inawaathiri sana kisaikolojia, kwa sababu sehemu yeye anayoita bibi, wenzie wanaita mama. Sehemu anayoita wenzie shangazi, yeye anaita mama mdogo. Tunatoa pole kwa wanafamilia, wawe na moyo wa subira katika kipindi hiki kigumu, kwa sababu hii ni kauli ya Mungu Pengine ni kipi sasa ambacho kwa sasa kinaendelea kuhusiana na taratibu za kiserikali pamoja na zile za jeshi la polisi kuhusiana na tukio hili, amezikwa na kama bado hajazikwa, utaratibu ukoje? Marehemu bado hajazikwa na mwili mpaka sasa hivi uko pale mochwali. Askari jana tulivyowapigia simu walifika mara moja kwa wakati, wakauchukua mwili na wakaupeleka, wakaupeleka pale mochwali kwa ajili ya kuufanyia uchunguzi zaidi. Mungu ailaze roho ya marehemu mahala pema peponi. nikiripoti kutoka hapa Zizini, ambapo ndipo ulipo msiba wa mtoto wetu Paskal, Mtaa wa Zizini wilayani Handeni mkoani Tanga. Kasim Sonyo, ITV.